Karibu sana ndani ya Darajani 1905 podcast yako ya kwanza ya Chelsea kwa lugha adhimu sana ya Kiswahili. Mimi ni mister Darajani uh, nipo na timu yangu ni wachambuzi ambao wote kwa pamoja ni mashabiki wa Chelsea na wote tupo hapa kuizungumzia Chelsea kama kishabiki, lakini pia kiufundi zaidi. Tunakuletea info uh, za ndani kabisa, na uchambuzi ni wa ndani kwa sababu tunaichambua timu kizalendo zaidi, lakini pia tunakosoa pale ambapo panahitajika kukosolewa, lakini pia tutasifia pale ambapo patahitajika kusifiwa. Aki uh, nipo na mchambuzi uh, Fredi ambaye huyu bana yupo huko uh, ni yupo India, lakini ni mchambuzi ambaye ni mwanadarajani ni wa muda mrefu, na leo tupo naye kama ni mchambuzi wa zamu kuweza kuchambua mechi hii ambayo imetoka kumalizika dakika chache zilizopita kati ya Chelsea zidi ya Flamengo, mechi kisha kwa kupoteza tumepoteza, tumefungwa magoli tatu kwa moja. Kipindi cha kwanza kili kiliisha kwa tukiwa tunaongoza moja bila goli likifungwa na, na Pedro Neto. Kipindi cha pili tukaja kufungwa magoli yote, ambayo binafsi niliona kama vile yote yanafanana, yani yote yana muundo fulani hivi ambao, na nafikiri wachambuzi wataweza kutudadavulia kiundani kabisa wapi tumekosea wapi tumefeli na na wapi hatujakaa sawa karibu sana uh, tunaenda moja kwa moja tuluke moja kwa moja Fredi, mechi nimeisha, tumefungwa magoli tatu kwa bila tatu kwa moja, uh, goli la Pedro Neto, lakini tukifungwa magoli yote matatu kipindi cha pili, unafikiri shida ilikuwa wapi? Waso, uh, kwanza shida kubwa ilikuwa ni ni namna kocha alivyopanga kikosi kwa hiyo kile kikosi chenyewe kilikuwa kimesha vuruga mentality kwa upande, nilikuwa na- naangalia lugha ya mwili ya ya Cole Palmer, yani ni kama alikuwa haelewi nini kina- kinaendelea. Kwa hiyo kosa kubwa ambayo limefanyika ni upangaji wa kikosi, kwa sababu toka mwanzo tulikuwa tunashambuliwa yani, tulikuwa tunashambuliwa toka mpira umeanza, e, kwa hiyo sio ishu kwamba pengine imekuwa tu bahati mbaya. Achana na maswala labda ya, ya red card ya, ya Jackson, lakini toka mwanzo mchezo tulikuwa tumezidiwa. Kwa hiyo makosa makubwa yaliyofanyika ni ya kiufundi, kwa sababu Flamengo ni timu ambayo eh, obvious kama una eh, unajoginyo eh, una una basi timu itakuwa vizuri katikati. Kwa hiyo walikuwa vizuri katikati. Sasa sijajua Uh, homework ambayo alifanya kocha ili kuhusu nini, Chelsea tuna shida ya mabeki na golikipa, kitu ambacho kocha anakifahamu hicho, na amekuwa hata aa, swala swala la golikipa vitu na hata kama asipozungumza, lakini swala ambalo liko liko wazi. Kwa hiyo kitendo alichokifanya kocha cha eh, kujaza mabeki tena kwa mfano uh, pa pamoja na, na, na Malo Gusto wote wa upande wa mmoja wamejazana kule nyuma, manake alichokuwa anakifanya ni ni kuwaalika washambuliaji. Ona alichokifanya, hatuna winga mmoja wapo kwa sababu Mudryk hakuwepo, winga ambayo tulikuwa tunamtegemea pekee. Alikuwa ni mchezaji pekee ambaye amecheza vizuri leo um, ni eh, ni Neto. Kwa hiyo maanake ni nini Cole Palmer ambaye angecheza namba kumi angelikuwa na uwezo wa kuwapushi wale Flamengo, naye alienda pembeni, manake kati palikuwa wazi kwa sababu kulikuwa na Enzo mm -hmm. nazungumzia kutoka kati kwenda kat mbele, kutoka kati kuja nyuma, manake umempa kazi peke yake nani, uh, Caicedo. Wakati James kwa leo kwanza hakuwa tu kwenye mchezo mzuri, alikuwa naye uh, kwa hiyo manake, timu ambayo unaijua ina nguvu katikati haujaimarisha katikati. Kwa hiyo manake ni nini? Kuanzia nyuma ya ya Flamengo kuja mbele yao kwetu sisi kulikuwa chekecho, walikuwa wanapita tu kwa uhuru katikati, walikuwa wanapita tu kwa uhuru uku. So, kilichokuwa tunakifanya ni kwamba tunaalika mashambulizi sisi, tupambane na mabeki wetu huku nyuma. Hata tukiwa na aina ile ya kipa nafungwa. Kwa mfano, angalia E, goli la kona goli gole ambalo la kizembe goli lingine ambalo tumefunga hata la pili la kizembe, hata goli la tatu pia e, ni la kizembe. Maana yake kitu ambacho kumefanya makosa ni upangaji wa kikosi, kwa sababu ni bora hata angeanza Lavia Caicedo pamoja na Enzo, tungeelewa. Lengo ni kwanza tuwabane wale kwa jamaa katikati kwanza, wanaambia pembeni, katikati wako strong na mbele vile vile, kwa hiyo vilevilewahiyo kupanga tu, tu, yani, ilikuwa sasa waite waje ili tuwakabie huku nyuma, ilikuwa ni, ni strategy ambayo ipoteza sana. Kwa hiyo sijajua kocha eh, aliwaza nini, pengine wachezaji wengine pengine hawako vizuri kiafya, sisi hatujui in details, lakini kikosi ambacho alipanga hata wachezaji wenye kiliruga angalia James Reece James I, akipata mpira alikuwa aelewe afanye nini. Alikuwa nje kabisa ya mchezo hadi ametolewa. Cole Palmer, kila alichokuwa anajaribu kilikuwa hakiendi vizuri. Mchezaji pekee ambaye alikuwa anajitahidi ni, ni Neto, lakini hakupata msaada. Na Delap kidogo alikuwa amejitahidi kadiri alivyoweza, lakini bado kwa sababu hakukuwa tena na ushirikiano wa namba kumi ambaye anaeleweka pale, baada ya ule mkutano wote. Kwa hiyo uh, mi nasema hii mechi Um, kocha ndiye ambaye ametusababisha shida kubwa, kubwa. Uh, kikosi kimepangwa na ni kama vile tuliona mwanzoni, uh, ni kama kwa mujibu ni wa uchambuzi ni, ni ambao ni tuliufanya ni mwanzoni, tulitegemea walau tucheze na back three ingawa baadaye tukaona kwamba nitakuwa ni ngumu uh, hatukuwa na uhakika kati ya Malo Gusto pamoja na Reece James ni nani angecheza kama beki wa kulia, lakini baada ya mechi kwanza ndo tukagundua kwamba Reece James anacheza kwenye kiungo. Unafikiri hii nafasi Reece James amekuwa ni nianamudu niana vizuri kwa sababu kocha amekuwa ni anampanga kwenye nafasi hiyo kwa muda sasa? Unafikiri ni sahihi kuendelea kumpanga hapo au ni kama vile nina, nina, a, nina mzidi uwezo inaweza kuwa sahihi lakini, mpaka atakapokuwa ameimasta yeah, kwa sababu yeye hajaimasta ile. Kwa hiyo unapo unapochezesha kwenye, kwenye kwenye mechi labda unacheza na na Hawa, Esperance de Tunis mweke, lakini unacheza na timu ambayo ni ni, ni, ni, ni bingwa wa wa Brazil, timu ambayo unajua una, una vizuri na na Reece James kadiri siku zinavyoenda Eh, bado hawezi kupambana kwa, kwa, kwa hiyo inaweza kuwa kocha anataka kutengeneza acheze kiungo, kitu ambacho ni kizuri, lakini huwezi kumjaribishia kwenye kwenye mechi ya aina kama hii, au walau basi umshinda goli tatu then unaweza ukafanya majaribio hayo, ili utaratibu mchezaji aanze kuzoea hiyo nam. Kwa hiyo eh, unaweza kuwa na nia njema ya kocha kwamba James sasa eh, awe kiungo lakini kwa mechi kama ya leo napaswa kabisa kuwa katika majadiliano, kwa maoni yako okay. Tume- tume uh, tumezungumzia kwamba ni kiujumla kabisa uh, mechi mechi nimeharibika mara baada ni ya kocha kupanga, uh, kupanga kikosi cha aina hiyo, lakini ni unafikiri okay, kikosi sasa kimeshapangwa wote ni wachezaji ni wa, wa chel Unafikiri wapi Flamengo ni walitupatia wapi ambapo tuli- walituzidi mpaka mechi nzima, vipindi vyote viwili kuonekana tunapata tabu, tunaonekana ni unapata shida, na hata goli ambalo tumelipata ni goli ambalo huwezi kusema goli ambalo ni umedeserve kwa sababu ni makosa ambayo waliyafanya ni, ni mabeki wa Flamengo. Aa, ni wamejigonga gonga, then Pedro Neto ni akatumia ufundi wake goli nilikafungwa. Kwa hiyo pia huwezi nikasema kwamba goli tume, tume deserve kushinda au kufunga. Una, unafikiri shida haswa ipo wapi pale uwanjani, tukiacha sasa makosa ya ya kocha uh, kupanga kikosi, unafikiri wapi haswa ambapo tunaonekana ku, kupwaya kwa pale ndani pa? Kwanza ni mentality. Walikuja na mentality kwamba liwalo na liwe, tutapambana kwa hivyo unaweza kuona eh, katika ile mentality ambayo walikuja nayo ya kwamba tutashinda. Sasa tulikuwa na mchezo sana, na ndio maana unaweza kuona ndani ya muda mfupi wachezaji wetu wachache tayari wame wamepata yellow cards, unaona mm. kwa mm. maana wenzetu eh, walituwini mentality na kwa tulikuwa hatupo vizuri saikolojia akigostia pia kimia kwa hiyo kila idara ilikuwa kama imesha imesha mfuko, lakini eh, Chelsea basi, kuna yani sioni ile hali ya kujituma. Mtu ambaye anasema, unaona, afika jasho ni Caicedo na unaona Neto na unaona una, Cucurella, lakini baadhi ya wachezaji wengine hawana ile mentality ya kuforce vitu eh, ile ya kuforce vitu. Kuna wachezaji wa Flamengo wa, wame wachezea rafu mbaya, kwa sababu walikuwa wanapush, walikuwa wanapush vitu ambavyo huvioni kwa upa, upande wetu. Kwao nafikiri bado Chelsea hatuna ile mentality e, ya kushinda kama zamani ilivyokuwa, mtu anavunjika kidole, kina John Terry bado anataka kucheza. Yani kuna hicho kitu ambacho kinakusikana. Sasa sijui wachezaji wenyewe hawatamani kufikia ndoto kubwa au kocha wapi utisha, au uongozi bado, mimi sielewe, lakini asioni ile mentality ya ushindi kwa upande wetu. Kwa hiyo walituwini kwanza kwenye eneo la mentality, lakini pia walikuwa vizuri tulipowaachia pale kati watawale, kwa walikuwa vizuri na walipojua kule mbele sasa, eh, hatari yenyewe haipo tena, kwa hiyo walikuwa sasa, wana uwezo wana wa kucheza vile ambavyo wao eh, ches. Kwa hiyo wali, e, mime, na na kini, kwa kweli mimi naweza kusema kitu kikubwa ambacho kimetuumiza ni nimekuwa na ile mentality chiiua kocha nia wachezaji kiposi. Lakini sio mara hii tu, Chelsea umecheza hivi chini chini ya kiwango. Kwahiyo nafikiri kuna shida kubwa hata kwa wachezaji wenyewe ukiachilia mbali kocha sawa, kocha amekupanga hapa, lakini tunaona timu nyingi tu Guardiola anabadilisha wachezaji na wanaperform, so sio shida sana kwamba mchezaji umebadilisha namba basi ni lazima ufungwe. Kwa hiyo kuna shida pia na kwa wachezaji wetu pia lazima wabebe lawa. Sasa tunalitibu vipi hilo? Tuna- tunatakiwa kuingia tena sokoni, au tunatakiwa kulitibu kwa namna gani? <sighs> kwa kweli s si, tunanunua wachezaji mpaka li kwa sababu kila siku tunanunua wachezaji na tunaondoa wachezaji, tatizo ambalo tunataka kulitibu linaendelea eh. Tunaweza tukachukua kocha mwingine, tatizo tushabaisha makocha karibu wanne hapa kati, bado shida yetu haijafikia. Option ambazo zilizopo ni tofauti na mipango ya, ya mabosi kwamba tulete wachezaji ambao eh, ni ni wa wa wa, high quality, wa high quality. Sasa mpango, wa, wa sasa asasa tunachukua wachezaji ambao naamini kwamba wana potential, baada ya muda watakuwa wachezaji wakubwa, ambao sasa ni 50-50 mchezaji anaweza kuwa mzuri au asiwe mzuri. So kwa maoni yangu mimi, ingekuwa ndiye mmiliki kwa sasa, ningeamua kuachana na kochi, e, ningeamua kuachana na kocha ili nimlete kocha ambaye e, kwanza awalishe sumu wachezaji waone umuhimu wa kushinda, tutoke kwenye ile mentality ya kushangilia kuingia top 4 kana kwamba tume tumebeba UEFA. Ni kwa, lazima kwanza tuje na mtaalamu wa saikolojia ambaye atawalisha wachezaji hasira ya kupambana ili waweze kupambana. Lakini kwa namna ambavyo tunaenda e, e, nafikiri tunaweza tukanunua wachezaji hata wa kiasi gani cha fedha, lakini kama tutakuwa na, na kocha ambaye pengine hawatii hasira wachezaji mpaka wachezaji wakaona, unajua, wachezaji hawa wadogo wapo katika umri ambao wana mambo mengi kichwani kwao. Unahitaji kwanza kwa kuwafundisha, lakini kuwa guide na kuwatia asira ya mafanikio. So ningekuwa mimi ndio mmiliki ningeachana na na kocha, ingawaje sidhani kama ni tiba, kwa sababu tumeshaachana na makocha wengi, bado shida yetu iko pale pale. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli linatafakarisha sana. See, changamoto kweli kweli. Ah, okay, Liam Delap tumemwona leo ameanza kwenye kikosi anatosha? ah, ah, au bado tunapaswa kumpa muda Delap? ah, tulimchukua kama mchezaji wa wa pili baada ya Jackson, hatukumchukua Delap kuwa namba moja mbele ya Jackson. Kwa hiyo anabaki katika katika huo uwanda na ndio maana atumpi sana la wama kwa sababu amekuja kama eh, second choice baada baada ya eh, Jackson, lakini kwa namna ambavyo amecheza aleo, eh, bado eh, labda tumpe muda, lakini eh, yale matarajio ambayo tulikuwa nayo hata kama ni chaguo la pili, eh, bado hajafaulu ku, kuyaonesha. Yes, anajaribu kulazimisha, lakini bado matokeo Eh, sio mazuri kama ambavyo tumetarajia. Kwa hiyo kwangu mimi leo kwa kweli nisingependa nimhukumu kwa sababu eh, siku hii ambayo mmefungwa, mna hasira, sio sio sio vizuri sana <laughs> kuhukumu mchezaji eh, lakini nafikiri tumpe muda, lakini kwa leo mimi hajanishawishi. Leo hajakushawishi. Na vipi kuhusu kuhusu Charoba uh, Charoba na na Levi Colwill kombo yao leo nime- ni unaizungumzia, ni kwa namna gani ni unafikiri wame- wameonyesha kile ambacho tunakitegemea kutoka kwao, au, au hawapaswi kulaumiwa kwenye mechi ya leo? Kwa upande wa wa Chalobah uh, mimi nafikiri walijitahidi. Kwa nini kwa nini ni nimekuuliza kuhusu Chalobah pamoja na Levi Colwill ukiangalia magoli ambayo yeah, tumefungwa ile leo ni kama vile yote yanafanana, yaani yeah, yeah, goli la kwanza yeah, ninapigwa crosses, sijui ninapigwa heda huku ninaenda kufungiwa kwenye goli la kule. Uh, goli la pili ni design hiyo hiyo, goli la tatu mbambe, mbambe, yaani kubutua butua then mara goli, yaani ni magoli fulani hivi naweza kusema, sio kama pia na wao ni walistahili sana, yaani sio kama ni walikuwa bora sana ni mbele ya goli, lakini ni wametufunga ni vile kama vile backline yetu leo haikuwa sawa, yani hawakucheza kwenye ubora wao. Nipo sahihi au nitakuwa nakosea? Yes, yani ubora haupo kwa sababu sisi ni kama tumekaa yani, golini, alafu tunaambia wale wachezaji wote mje, sasa fanye mnachotaki. Huyu ilikuwa katika hali hiyo ya tension, hawakuwa katika ubora ambao tuliutarajia. tuli e, ni, ni tumeponapona pona tu e, Kolle alitoa pasi nzuri sana akampa forward mmoja wa Flamengo almanusura akifunga. Kwa hiyo walikuwa bado hawajatulia hawaja pale pale golini. Hata lile goli la kona ule, e, ni mpira ambao e, beki ni lazima uwe makini. Jamaa ame, ame, amefunga goli la la, la, la, e, la rahisi, ahisa magoli yote, kwa yeah, yeah, kwa rahisi. Hata kuna moja ametukosa ule mchezaji wa Flamengo e, kipa wetu ameumia goti Mm -hmm. Kwa anatufunga kirahisi tu, kwa hiyo backline nayo pia e, haikuwa haikuwa vizuri haikuwa vizuri kwa sababu e, timu nzima ya timu ilikuwa ilikuwa imevurugika ime, ime kwa hiyo sijaiona e, siwezi kusema kwamba ni combination ambayo inaweza e, kubechi nikasema twende nayo hata UEFA, bado hata mabeki wetu pia wana wana shida wana shida. Yani huwezi e, kusema umweke nani ili sasa e, hali iwe iwe iwe vizuri. Kwa hiyo tuna shida kwa sababu mwanzoni nimesema, shida yetu Chelsea golini na mabeki. Tuna shida hapa kati, hatuna shida. Shida sana kama kocha akipanga vizuri vizuri mbele, yes, tuna shida kina Madueke na, lakini kuna siku Madueke anacheza vizuri sana. Kwa hiyo yani, tungekuwa vizuri idara ya, ya, ya, ya kwanza kipa na na mabeki beki back, timu ingekuwa tu inacheza ina, ina, ina vizuri, ingekuwa inacheza, lakini bado bado Levi, kumtegemea mimi sioni kama atakufikisha kwenye nchi ya hali. Asante sana fedima. Okay ah uh, huu ni uchambuzi wa leo uh, na tumechambua kile ambacho tumekiona na kukishuhudia katika dakika 90 dhidi ya Flamengo tukipoteza magoli matatu kwa moja. Uh, mimi ni Mr. Darajani na mechi inayofuata sasa hii nitakuwa kama vile finali kwetu. Inategemea na matokeo ya ya ni experience ni the Tunis pamoja na na Los Angeles watach, watakapocheza, matokeo yao ni yatakuwaje. Lakini hii sasa Chelsea ndio tunatakiwa, yaani must win game, yaani tunatakiwa kushinda kilazima, kivyovyote, bila hata kusikilizia matokeo ya nani kwa nani ili ni yatakuwaje. Kwa hiyo tunahitajika kushinda katika mchezo ni wa mwisho kwa sababu ndo utakuwa ndo mchezo wa mwisho michuano hii. Kwenye hatua ya makundi zinachezwa mechi tatu tu, sio mechi sita kama kama kwenye kama kama tulivyozoea. Uh, mechi tatu tu ni kama kombe la dunia yani, ni Kombe la Dunia kabisa kama vile tunavyoona kwenye timu za taifa, basi na huko napo kwenye mfumo ni ule ule tu kwamba inachezwa mechi tatu tu, hakuna kurudiana. Kwa hiyo sasa kwenye hizo mechi tatu, mechi yetu ya mwisho tunacheza na timu hii tarehe ishirini Experience de Tunis na tano, mwezi wa nne, mwezi huu, saa saa kumi saa kumi ni usiku, tutacheza mechi hiyo na tutacheza kwenye dimba hili hili tulilocheza leo Lincoln Financial Field. Uh, itakuwa ni mechi ya must win game. Experience de Tunis ni timu kutoka Afrika kabisa. Uh, wao wanatoka nchi ya Tunisia kwa hiyo ndio tunacheza nao mechi ya mwisho yani, ni mechi ya kufa na kupona, kwa sababu wao pia wanahitaji ushindi. Kesho watacheza watacheza majira ya saa saba watacheza na Los Angeles uh, sisi mashabiki wa Chelsea hapa tunaombea tu mechi niishe sare, ndio kwetu, yani ndio kutakuwa kuna nafuu walao, kuna nafuu. Mechi yao ni kisha sare uh, uh, ni akishinda mmoja wapo hali itakuwa ni ngumu sana kwetu. Kwa hiyo ni hivyo, uh, mechi ni itachezwa tarehe 25 uh majira ni ya saa kumi kama nilivyokutaarifu. Kwa hiyo tutakutana tena hapa sasa, itabidi tukuleteni uchambuzi wa kikosi na baada ya mechi ase, hiyo siku nitakuwa siku ndefu sana bila shaka. Fred ma kwao itakuwa ni asubuhi huko, yupo India, kwa hiyo labda yeye, tuta tutu, tu, ni tutamwachia Mike aweze aweze kuchambua mwenyewe <laughs> okay. Ah, asante sana. Hii ni podcast yako ya kwanza Chelsea kwa lugha dhimu sana Kiswahili. Mimi ni Mr. Darajani, ulikuwa na mimi pamoja na Fred Ma ambaye yeye anapatikana huko nchini India, ni mchambuzi wetu hapa na hiki ni kijio cha mashabiki wa Chelsea. Darajani 1905. Hakikisha una unasubscribe, hakikisha unafollow. Unatufollow kwenye mitandao yote. Tunapatikana TikTok, tunapatikana Instagram, Facebook, tunapatikana WhatsApp, kwenye WhatsApp channel lakini pia ah uh, tunapatikana na YouTube pia na audio mark. Hakikisha ni unatufollow na kushare pia kwa wengine, ili waweze kuwa sehemu ya familia hii ya Darajani 1905. Asante sana.